Haleluya, amen. Na tufungue ibada kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu, ni kwa sababu wastahili sifa zote na utukufu. Sisi tu watoto wako Baba, ukatutawale na ukatupatie neno lako litakalokuwa chakula kishukacho kutoka juu litakalotujaza na nguvu na matumaini ya kipekee kwa utukufu wa jina lako nani, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, yeah. Amen. Tumsifu Bwana, wimbo mia moja na kumi na tano katika nyimbo za Injili, sio dhambi zangu. Sio dhambi zangu ila damu damu yake Yesu, apendeze Mungu bila damu yake Yesu hakuna hakuna kabisa, dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Hakuna kinisafisha ila damu yake Yesu wala

yashinda ulimwengu damu yake Yesu, ya ya Yesu, na kutufikisha juu Yesu, hakuna hakuna kabisa, dawa ya makosa ya takasa ila damu yake Yesu una una yake Yesu milele twaisifu. Hiyo damu yake Yesu. Hakuna. Hakuna. Lajabu yake Yesu Haleluya Amen. Ujumbe unasema matangazo ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake kwa mara ya pili. Kifungu cha Biblia ni Wathesaloniki wa kwanza mlango wa tano mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi. Neno lasema hivi: lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja ni waandikie maana ninyi wenyewe unajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Kat, wakati wasemavyo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hampo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi, maana walalao usingizi ulala usiku, pia na wale wao ulewa usiku, lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, mbali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye kwamba twakesha au kwamba twalala. Bwana alibariki neno lake. Amina, Bwana Yesu wasifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu ili tuokolewe na tukombolewe kutoka kwa vifungo na minyororo ya giza. Alizikwa na siku ya tatu akafufuka, yu hai milele. Bwana Yesu asifiwe. Tena atarudi tena kwa mara ya pili, kama Bwana wakuja kwa mara ya pili, na wakati ule tutanyakuliwa na tutakuwa pamoja naye milele na milele. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kanisa la kale hakukuwa na nakala nyingi, hakukuwa na nakala zilizo nakiliwa kuhusu kuja kwa Yesu kwa mara ya pili, na ndiyo sababu wakati ule kulikuwa na itilafu nyingi na kutoelewa mbalimbali mbali kati ya watu wa Mungu. Wengi wao waliamini ya kwamba Bwana Yesu Kristo vile aliwaahidi atarudi tena. Waliamini ya kwamba atarudi wakati hawajaaga dunia, wakati wako hai lakini wakawa wametatanika kwamba baadhi yao wanaendelea kufa na Yesu bado hajarudi tena. Na tena wakati ule ukatokea uvumi uliokuwa unaenezwa. Msoma Wathesalonike wa pili mlango wa pili na msara wa pili. Uvumi ulienezwa ya kwamba Yesu alisharudi tena kwa mara ya pili. Hii ilikuwa ni habari potovu, vile hata nyakati kama hizi unaweza sikia mambo potovu yanao enezwa hata wetu wakijipangia, wakitaja siku fulani kwamba eti Bwana Yesu atarudi wa siku fulani, tarehe fulani, saa fulani. Hayo yote ni mambo ya uvumi ambao yanapotosha. Siku ya kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili ni Mungu Baba peke yake ajuaye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtume Paulo aliandikia waumini wa kanisa la Thessalonike, ili kuweza kurekebisha itilafu ambayo ilikuwa imeingia kwa sababu ya mafunzo potovu na kwa sababu ya uvumi uliokuwa unaenezwa zama zile. Hata wewe uvum, eh, kutoelewa kwa aina yoyote ile kuhusiana na kuja kwa Yesu kwa mara ya pili ukakutatue hata kupitia ujumbe huu wa leo. Bwana Yesu wasifiwe, amen. Wakati Yesu alikuwa anaendesha huduma yake hapa duniani, wakati alikuwa anatembea katika duniani hapa, aliweza kutangaza matangazo manne muhimu ya kiunabii, na hayo tunahitaji tuyakumbuke ni kwa sababu yanatuhusu hata sasa. Katika hayo manne ambayo Yesu alitangaza ya kiunabii, ni kwamba la kwanza, kabla hajaenda msalabani, Yesu alitabiri kuhusu kufufuka kwake, na ni kweli baada ya kufa kwa Yesu msalabani, siku ya tatu alifufuka na yuko hai milele, kwamba yuko hai, anatenda kazi sasa anaweza kukusaidia sasa hivi, anakusikiliza ana saa hii, unaweza kufurahia ushirika pamoja naye saa hii, na ndio sababu anaokoa hata saa hii ni kwa sababu yuko hai. La pili ambayo Yesu alitangaza ni kwamba alitabiri kwamba Roho Mtakatifu atawajia, atajia kanisa Yohana 14:16 Akasema, nami nitamwomba Baba naye atawapatia msaidizi mwingine ili awe pamoja nanyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Huyo yeah, msaidizi Roho Mtakatifu alishakuja. Maana yake unabii huo ulitimia. Matendo ya Mitume mlango wa pili, walipokuwa orofani wamekusanyika pamoja wakiomba, Roho Mtakatifu aliwajia kwa nguvu kama upepo uendao kwa kasi wote wakajawa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tangu wakati ule Roho Mtakatifu akadumu aka maishani mwa waliomwamini Yesu Kristo, waliookolewa waliozaliwa mara ya pili. Katika agano la kale, Roho Mtakatifu alikuwa na kuja na kwenda, lakini mambo yalibadilika kabisa wakati aliwajia Walioamini siku ya Pentekoste pale wanafanya. Kabla ya hapo Roho Mtakatifu alikuwa anakuja na kwenda, ndio sababu Daudi alipotenda dhambi aliomba ya kwamba usiniondolee Roho Mtakatifu ndani yangu. Ni kwa sababu wakati ule Roho Mtakatifu alikuwa anakuja, na mtu akiasi Roho Mtakatifu anatoka anamwacha mtu kama huyo. Lakini tangu Roho Mtakatifu alipokuja katika orofani pale, anadumu katika maisha ya waumini na anadumu ndani yao milele. Biblia inasema katika Wakorinto wa Kwanza 3:16. Je, amjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Maana yake ni kwamba anadumu, haingii na kutoka, kuingia na kutoka anadumu katika maisha ya walioamini milele. Tangazo la tatu Bwana wetu Yesu Kristo alilolitoa kabla kufa msalabani ni kwamba alitabiri kuimarisha kwa kanisa ya kwamba ataliimarisha kanisa. Hii ni baada ya Petro kukiri ya kwamba Yesu we ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Mathayo 16 16 katika Mathayo 16 18 Yesu akamwambia, nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu ndiye analijenga kanisa lake, na analijenga kupitia watu kama mimi na wewe, na milango ya kuzimu haitalishinda, aliche a misukosuko ya kiuchumi, misukosuko ya kisiasa, hali ngumu ya kimazingira Mungu Yesu mwenyewe ndiye alilijenga kanisa lake. Milango ya kuzimu, maana yake kazi za giza, hazitalishinda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unabii aina tatu uliweza kutimia tayari. Bwana Yesu asifiwe, na la nne ambayo bado halijatimia lakini litatimia, ni kwamba Yesu alitabiri kuja kwake kwa mara ya pili. Mathayo 24:29 hadi 31 ni mstari unaozungumzia kuja kwa Yesu kwa mara ya pili, kati ya mistari mingine ambayo tunaiona katika Injili nne: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Na katika Matendo ya Mitume 1:11 wakati Yesu alikuwa na paa kwenda mbinguni, watu wawili waliokuwa wamevaa nguo wa nyeupe wale watokea wanafunzi wake Yesu Kristo, hao walikuwa ni malaika, wakawaambia, huyo Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mliyomuona akipaa kwenda mbinguni. wana Yesu asifiwe. Amen. Hii inatuonyesha dhahiri ya kwamba upo wakati uliotengwa wa kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili. Hii itupatie tumaini, inipatie tumaini na ikupatie wewe tumaini la uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Paulo katika Wathesalonika wa kwanza tatu nne hadi kumi na tatu aliimbiza kanisa ya kwamba wasiweza kuhuzunika, wasije wakahuzunika kama na wengine wasio na matumaini wakati wanaachwa na wapendwa wao. Bwana Yesu asifiwe. mm. na mtume Paulo anaeleza walio kufa katika Kristo kama waliolala. mm. Bwana wetu Yesu Kristo alitumia msemo huo huo, huo alipozungumzia kuhusu kifo cha Lazaro, na akazungumzia kifo cha binti yake Jairo. hata kifo cha Stefano kinaelezwa hivi hivi ya kwamba alilala. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ina maana ya kwamba vile walitangulia kulala, upo wakati wa kuamka. Maana yake nini? Kifo sio mwisho wa waliomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, bali ni mwanzo wa mambo mapya kama Yesu Kristo alipo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu, vivyo hivyo na sisi tutafufuliwa na tutanyakuliwa pamoja na yeye wakati atarudi tena. wa Thesalonike wa kwanza 4:14 na 15. Bwana yesu asifiwe, amen. Tena Wafunuo 14:13, nasema heri wafu wafao katika Bwana. Kwa nini wako heri? Ni kwa sababu wana uzima wa milele. Wasiokoka hawana uzima wa milele. Hao wataangamia milele na milele jia namu. Lakini heri sisi tunapolala katika Bwana ni kwa sababu tuna ufufuo, tuna uzima wa milele na milele. Ninapohitimisha ujumbe huu, nasema hivi: tunahitaji maandalizi ya kuja kwa Yesu kwa mara ya pili, kwa sababu bila shaka atarudi. Unahitaji kufanya maandalizi. Atakuja wakati gani? Ghafla. wa Thessalonika wa kwanza tano na mstari wa tatu hadi wa tano anasema wakati, wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu ujiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hampo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kwa Yesu Kristo utakuja ghafla, na kwa sababu itakuwa ghafla, ni tuwe tayari tukiyafanya mapenzi yake Mungu, tukitimiza mission aliyotuachia bwana wetu Yesu Kristo hubiri kwa kila kiumbe, fanya mataifa yote kuwa wanafunzi na kuwa mashahidi wake mpaka mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hadi siku ya kuja kwa Yesu Kristo inavyokaribia, utakuwa na uovu mwingi wa kimwili na hata wa kiroho katika dunia. Basi tufanye nini? Tusimame kama wateule wa Mungu wa kipekee kueneza makusudi yake. Tuwe macho, maana yake tuwe macho katika hali ya kiroho, kama mstari wa nane ulivyosema. Unasema hivi: lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Chepeo yetu iwe tumaini ya wokovu na tuendelee kugeuzwa nia zetu zifanane na atakavyo Yesu, afurahishwavyo bwana wetu Yesu Kristo, Warumi kumi na mbili, mbili Tugeuzwe kwa kufanya tugeuzwe, nia zetu, tufanywe upya nia zetu, kwa kuyajua yaliyo mapenzi ya Mungu na utimilifu. Maana yake hali yetu ya leo kila siku iwe bora kuliko hali yetu ya kiroho ya jana. Kitabu cha Agai mlango wa pili na mstari wa tisa inasema, utukufu wa baadaye utakuwa mkuu kuliko utukufu wa mwanzo. Hadi ya vile Yesu anakaribia kuja, nasi tuzidi kufanya upya siku baada ya nyingine, na maisha yetu yamtukuze Mungu, maisha yetu yampatie Bwana sifa zote. Mungu atubariki na alitimiza neno lake wiki hii na siku zote za maisha yetu. Na tuombe. Baba Mungu mwenye baraka zote katika jina la Yesu Kristo, sande ni kwa sababu ulivyonena vilitimia, na atakuja kwako kwa mara ya pili bila shaka, ni jambo la uhakika, nasi tunaposubiri kuja kwako kwa mara ya pili tujaze na nguvu mpya tuendelee kuyafanya mapenzi yako, kueneza uzima wako na uwezo wako, na kuwaelekeza wengi kwa ufalme wako. Jina lako linuliwe li na litukuzwe, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Mungu atubariki.